Uh, wanga sio mbaya sana ile afya yako lakini kuna wanga ambazo utakiwa kula. Ya anazungumzia ugali, chapati, ngano, sio mikate. Lakini sio wanga zote ambazo ni mbaya kwa sababu in fact kusema kuna wanga ambazo sio sahihi kuliwa. Kwenye mdomo wetu kuna enzyme ambazo inaweza ku ku digest ya wanga. Ni salivary amylases. Lakini wanga gani ambazo unatakiwa kula? Kuna maboga, viazi vitamu, magimbi e, uh, maharage, uh, mtama, uh, ndizi mbichi, uh, ulezi even wali. Lakini kama changamoto zote za metabolic just stay it kwa minti kanao mbali kwa muda, kama sio mtu kufanya mazoezi, basi hata hizi wanga ambazo nimekutajia hapa za kusumbua tu, wengine wanapata wanapata kiungulia, wengine wanapata acid reflux, wengine wana digestion digestion na vitu kama hivyo. Be very wise, chagua wanga unaweza kula hizi. Ndio wanga sahihi ambazo unaweza kula, lakini kama una condition fulani za kiafya, una metabolic syndrome zozote, kaa nazo mbali sana kwa muda, kama unamaanisha magonjwa kama pressure, kansa, kisukari, uh, uzito uliopitiliza sana soko